Katwele, mambo ongea, alichonisimamisha Katwele, vipi wewe ni wakwenda kunichanganya kweli na yule mwanamke. Umekosa mwanamke wa kutongoza unakwenda kunichanganya mimi na yule mwanamke eh, na unajua fika mimi na yule tuna mahusiano gani? Mimi na mwanangu unatuchanganya sehemu hiyo moja hivi? Wewe mwanaume ni wa aina gani? Ni samani gani ambayo niliyokupa wewe? Skiza kiza nikwambie. Tusiongee mengi tukapata faida. Kila mtu kuanzia sasa hivi angalie maisha yake. Yaani, isije ikatokea siku unakuja kunisimamisha tena. Kama leo kuja kuonana nao ni sawa, umetukuta pale, lakini mimi nakupenda wewe kuliko hata yeye. Naomba unisikilize please, nakuomba <laughs> I'm sorry, naomba unisamee basi <laughs> <Mina> ndio? <kukupenda. laughs> Sihitaji mazoea na wewe tena, iwe mwanzo na mwisho sawa. Lakini Katwele, mimi nakupenda wewe Katwele, Katwele, nisikilize basi.